Wow. Na mingeomba ndugu zetu wale wa watu wa Western, kitu ya kwanza wakae chini kama viongozi wa Western na wajiulize wao wenyewe kama watu wa Western, shida ni nini, wanauana kwa nini, wasiweka kabila ingine. Kwa hiyo mambo yao hiyo ni mambo ni ya Western, na wao ndio wao kwa wao wanajua ni nini wanafanya wanauana. Shida ingine nasema inaleta shida ni hao, unapata watu wengi wanajifanya wao ndio kingipi. Hii jina kingipi imeleta shida mingi sana kwa nchi yetu ya Kenya. Unapata paka kijana mdogo hata hajui kuweka nguo, hajui kuvaa, anasimama anasema yeye ni kingipi ya jamii. Na kuna mtu wengine ukiangalia yenyewe kama hii ndio kingipi ya jamii fulani, hiyo jamii imepotea, na inasema hii mambo ya mitandao ndio. Naomba bwana Spika, napenda kuongelea, kuna vijana wamekuja siku hizi, wanaingia kwa mitandao, wengi wao wanachita kingipi, lakini ukiwaangalia kazi wanafanya ni kazi ya kupeana majokora mimba, lakini wanasimama wanasema ni kingipi na jamii fulani, na hiyo tabia tumekataa. Wacha watu wa kuchagua kama kilipi siokuwa kwa mitandao na kurogota machokora kwa mahali, umetesa watoto wetu, machokora wape huruma, alafu najitangaza aman ovyo kabisa. Asante sana, sana.